Karibuni katika Dr. Saddam Kenya, na in today's video ningependa tuweze kuzungumzia some very easy solution ambayo inaweza kusaidia ukaweza kupata ujauzito haraka, especially kama umekuwa unatafuta ujauzito kwa muda mrefu. So ikiwa ni mgeni katika channel hii, tafadhali bonyeza subscribe pale chini, like video hii, na ikiwa utakuwa na maswali yoyote ya wati kwenye comment section. The first thing ambacho inafaa uweze kufanya ni kuwa ikiwa umekuwa unatafuta ujauzito kwa muda mrefu, tembelea hospitali ili uweze kufanyiwa vipimo, sana sana hormonal Tests. Na pia uh, scans kama itaweza kuonyesha, for example uko na condition kama PCOS, ovarian cyst syndrome, ama any other complication inaweza kuwa inakusababishia kupata ujauzito. Now after that uh, there is uh, this medication ambayo inaitwa clomiphene citrate ama kwa ufupi there is a brand name inaitwa Clomid. Now this is a very easy medication ya wewe kuweza kutumia. So chenye utafanya ni kuwa utahesabu utaanza kuhesabu mzunguko wako. Now uh, itabidi uweze kuhesabu siku ya kwanza ya mzunguko utasikia kwa kwanza a mzunguko kwa wako ni siku ya kwanza ambao unapata hedhi yeah. So the day unapata hedhi yako that is the first day. Na siku ambayo itafuata, au siku ya pili baada ya hiyo siku, au siku ya tatu baada ya hiyo siku, ya hiyo siku utachukua tembe moja 50 mg ya hiyo clomid uweze kuimeza. Now, the second day utameza tembe nyingine the third day utameza tembe nyingine the fourth day utameza tembe nyingine hadi zifike siku tano. 10 days baada ya kupata hedhi yako ya kwanza, itabidi uhakikishe kuwa unajamiana na mume wako ama na mpenzi wako for the next, like, 8 days. So toka hiyo siku ya kumi hadi siku ya kumi na nane, uh, itabidi ujamiane na mpenzi wako, na if everything goes well utaweza kupata ujauzito. So, these are very easy medications for you to use na Clomid huwa inafanya kazi in a very interesting. Maana Clomid huwa inasababisha uh, your ovary inakuwa stimulated, zile follicles ambazo zinatakana ziweze kutoa yai zinakuwa stimulated and they produce an egg. That egg that is is what is needed for you to to be able to get your pregnancy. Now kuna complications ambazo huwa zinaweza kutokea ama side effects ambazo nitaweza kuzizungumzia katika video inayofuata. Shukrani sana kwa kutazama video hii katika, tafadhali bonyeza like video hii hii, tafadhali bonyeza subscribe like na ikiwa utakuwa na maswali ya wazi kwenye comment section.